DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Asubuhi njema popote pale unapoisikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW inayokutangazia kutoka hapa Bon, Ujerumani. Leo tarehe nane mwezi wa Januari mie Amina Abubakar na kukaribisha katika matangazo haya, ikiwa imekwisha timia saa kumi na mbili kamili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja kamili Afrika ya Kati. Karibu DW, Habari za Ulimwengu. Msomaji wako asubuhi wa hii ni mimi sudi Mnete. Kwanza, muktasari. Waziri wa mambo ya nchi waziri wa ndani wa, wa Venezuela amesema watu mia moja wamekufa katika shambulio la Marekani. Poland yatangaza utayari wa kupokea wanajeshi wa Ujerumani baada ya vita vya Ukraine, na Ulaya imetoa ahadi ya kuiunga mkono Greenland kwa kitisho cha Trump. Habari kamili. Caracas, waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela diosdoso Cabello amesema watu mia moja wameuawa katika shambulio la Marekani la Jumamosi lilomwondoa madarakani rais Nicolas Maduro. Serikali ya taifa hilo haikuwa imetoa idadi ya waliouawa hapo awali, lakini jeshi lilichapisha orodha ya majina 23 ya wanajeshi wake waliokufa. Maafisa wa Venezuela wanasema sehemu kubwa ya kikosi cha ulinzi cha Maduro kiliuawa kwa kikatili na Cuba inasema wanajeshi na maafisa wake wa kijasusi thelathini na wawili waliokuwa na Venezuela waliuawa. Mke wa Maduro Cecilia Flores aliyekamatwa pamoja naye alipata jeraha la kichwa wakati wa uvamizi wa Marekani na Maduro alipata jeraha kwenye mguu wake. Jumanne iliyopita rais wa mpito wa Venezuela, dalsi Rodriguez, alitangaza wiki moja ya maombolezo kwa wanajeshi waliouawa katika uvamizi huo. Paris, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Poland, radoslaw Sikorski, amesema woso iko tayari kwa uwezekano wa kupokea wanajeshi wa ujerumani nchini Poland kama sehemu ya juhudi za kuhakikisha usitishaji wa mapigano nchini Ukraini. Wanajeshi wa Ujerumani wamekuwa wakipangiwa jukumu nchini Poland kwa miaka mingi kama sehemu ya misheni mbalimbali mbali za umoja wa kujihami wa NATO, na kuongeza kuwa wapo wanajeshi wao katika ardhi ya Poland lisingekuwa jambo jipya. Skoski alikuwa akizungumza baada ya mashauriano mjini Paris na mawaziri wenzake wa Ufaransa na Ujerumani katika kile kinachoitwa muungano wa ushirikiano wa pande tatu Weimar. Itakumbuka Jumanne, kansela wa Ujerumani Friedrich Melt kwa mara ya kwanza alionyesha uwezekano wa jeshi la Ujerumani kushiriki katika operesheni za kulinda amani, ikiwa si ndani ya Ukraine bali katika eneo la NATO karibu na mpaka. Nikosia, rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa amesema umoja wa Ulaya utaiunga mkono Greenland na Denmark inapohitajika na hautokubali ukiukwaji wa sheria za kimataifa popote pale inapotokea. Akizungumza katika hotuba ya kuashiria kuanza kwa Cyprus kushika urais wa kupokezana wa umoja wa Ulaya, amesema hakuna kitu kinachoweza kuamuliwa kuhusu Greenland bila ya Denmark, na kuongeza kuwa watu wa eneo hilo wanaungwaji mkono kamili na mshikamano wa umoja wa Ulaya. Katika siku za hivi karibuni, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akirejea kauli kwamba anataka kuichukua Greenland, akidai kisiwa hicho ni muhimu kwa mkakati wa kijeshi wa Marekani na akisema Denmark haijafanya vya kutosha kukilinda. Roma. Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa kumi na nne ameendelea na mkutano wake wa dharura wa makadinali wote wa kanisa katoliki duniani ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu wachaguliwa mwezi Mei mwaka jana. Tofauti na mikutano ya kawaida ya makadinali ambayo inaweza kufanyika mara kadha kwa mwaka, mkutano huu wa dharura unaokutanisha si tu makadinali wa wanaoishi Roma bali makadinali wote 245 kwa mujibu wa tovuti ya Vatican ajenda zinajumuisha majadiliano kuhusu nyaraka mbili muhimu za mageuzi zilizotolewa na mtangulizi wake Papa Leo, Papa Francis aliyefariki dunia Aprili mwaka jana. Berlin, umeme umerejeshwa kwa ukamilifu katika makazi ya maeneo kadhaa ya biashara mjini Berlin baada ya kukatika kwa siku kadhaa kufuatia shambulio la kuchoma moto naodaiwa kufanywa na, na wanaharakati wa mrengo wa kushoto. Takriban kaya elfu 45 na biashara 2020 zijikuta gizani mapema Jumamosi baada ya nyaya za umeme zenye voltaji kubwa kuchomwa moto, jambo liloibua maswali mengi kuhusu imara wa Ujerumani dhidi ya kulinda miundombinu yake. Mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn, DW dunia yetu leo asubuhi. Haya, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, tunaingia moja kwa moja katika uchambuzi wa taarifa zetu hii leo asubuhi, ambako tutaelekea mjini Paris kunakofanyika mkutano kuhusu Ukraine unaofanywa na muungano wa pande tatu, ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani na Poland. Nitakueleza zaidi yaliyozungumzwa huko kando nahayo, na hayo tutauangazia mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Venezuela. Zaidi tutamtazama kwa karibu zaidi rais wa mpito wa taifa hilo Delsi Rodrigez na safari yake iliyomfikisha kileleni mwa siasa za Venezuela. Na Cyprus, Ugiriki na Israel zinatarajia kutanua luteka na mafunzo ya pamoja ya kijeshi. Asante sana kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo kama ilivyokueleza tuanzie kule Paris ambako mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani na Poland wamekutana huko kujadili amani ya, ya Ukraine na namna nchi hizo zinavyoweza kuendelea kuiunga mkono Kiev. Sudi Mneti anaeleza zaidi aliyojiri katika mkutano huo akigusia kile pia kinachoendelea ndani ya Ukraine kwenyewe, Sudi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Poland Ladslaf Skowski amesema woso iko tayari kwa uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi wa Ujerumani nchini Poland kama sehemu ya juhudi za kuhakikisha usitishaji wa mapigano nchini Ukraini. Wanajeshi wa Ujerumani wamekuwa wakipangiwa jukumu nchini Poland kwa miaka mingi kama sehemu ya misheni mbalimbali mbali za Umoja wa kujami wa NATO, na kuongeza kuwa uwepo wa wanajeshi hao katika ardhi ya Poland lisingekuwa jambo jipya na kama ulivyosikia hapo katika utangulizi, Sikorski alikuwa akizungumza baada ya mashauriano ya mjini Paris na mawaziri wenzake wa Ufaransa na Ujerumani, Jean Noel Barrot na Johann Wadephul, katika kile kinachoitwa muungano wa ushirikiano wa pande tatu wa Weimar. Alibainisha kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Poland na Ujerumani kwa sasa umeimarika. Wakati wa mazoezi ya pamoja miaka kadhaa iliyopita, jenerali wa Kijerumani aliongoza brigedi ya mizinga ya Poland huku jenerali wa kipoland akiongoza brigedi ya kijerumani. Waziri huyo wa mambo ya nchi za nje wa Poland pia alishukuru Ujerumani kwa hatua ya mwaka jana ya kupeleka wanajeshi kusaidia kulinda uwanja wa ndege karibu na zeskof kusini mashariki mwa Poland, kituo muhimu kwa misaada ya kijeshi na kibinadamu kwa Ukraine. Itakumbukwa Jumanne, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kwa mara ya kwanza alionyesha uwezekano wa jeshi la Ujerumani kushiriki katika operesheni za kulinda amani, ikiwa si ndani ya Ukraine bali katika eneo la NATO karibu na mpaka Skolski alisema kuwa iwapo usitishaji wa mapigano utapatikana na operesheni ya kulinda amani kuanzishwa, nchi kadha ikiwa pamoja na Ufaransa kama taifa kiongozi tayari zimekubaliana kuhusu hatua za maandalizi nchini Poland. Aliongeza kuwa mipango ya kina hatimaye itashughulikiwa na makao makuu ya kijeshi ya nchi husika. Serikali ya Ujerumani ilisema mazungumzo mjini Paris yalilenga kuendeleza dhamana thabiti za usalama kwa Ukraine baada ya usitishwaji wa mapigano na mchango wa Ulaya katika usalama wa muda mrefu. Muungano wa ushirikiano wa pande tatu ulianzishwa mwaka 1991 19 kama jukwaa la mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nchi za nje kwa wakati huo wa Ujerumani Ufaransa na Poland. Ndani nchini Ukrain, watu wawili wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa katika shambulio la Urusi kwenye bandari karibu na jiji la Odesa lililo kando ya bahari nyeusi. Kupitia ukurasa wake wa Telegram, gavana wa mkoa wa Odessa ole kipa ameandika, pamoja na mauaji hayo yalisababisha uharibifu wa miundo mbinu katika bandari ya Pivdeni na Kolnomoski, akiambatanisha na picha zinazoonyesha makontena ya mizigo yaliyoharibiwa na malori yaliyopata madhara. Vyombo vya habari vya Ukraini viliripoti kuwa milipuko pia ilisikika katika jiji la Odesa lenyewe. Bandari za Bahari Nyeusi ni muhimu kwa mauzo ya nje ya nafaka na bidhaa nyingine za kilimo za Ukraine. Asante sana Sudi Mnete. Tukiachana na hayo, wengi walikuwa na matumaini kwamba mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Maria Corina Machado wangeiongoza Venezuela katika kipindi cha mpito. Hata hivyo, matarajio hayo yalivunjika baada ya Marekani chini ya rais Donald Trump kumuunga mkono aliyekuwa makamu wa rais Delsi Rodriguez ambaye saa sasa ndiye rais wa mpito na mtu mwenye mamlaka makubwa zaidi nchini Venezuela. Lakini Delsi Rodriguez ni nani, na ni ipi safari yake iliyomfikisha kileleni mwa siasa za Venezuela? Idi Sesanga anasoma wasifu wa kiongozi huyo ulioandaliwa na mwandishi wa DW Olivia Piper. Delcy Eloina Rodriguez Gomez anayejulikana kwa jina la Delcy tu nchini Venezuela ni mwanasiasa mwenye msimamo mkali na historia ndefu katika uongozi wa nchi hiyo. Aliwahi kuulizwa kwa nini aliamua kusoma sheria katika chuo kikuu cha Venezuela baada ya kumaliza shule. Jibu lake lilikuwa rahisi lakini lenye uzito: nilifanya uamuzi huu ili kupata haki kwa ajili ya baba yangu. Baba yake Yok Antonio Rodriguez alikuwa mwanamgambo wa mrengo wa kushoto na mpangaji mkuu wa utekaji nyara wa mfanyabiashara wa Marekani William Newhouse mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita alikamatwa na kuteswa hadi kufa na idara ya ujasusi ya Venezuela, DISIP. Delcy Rodriguez alikuwa na umri wa miaka saba. Kifo hicho kilishtua jamii ya Venezuela. Yog Antonio Rodriguez aligeuka kuwa shahidi wa mrengo wa kushoto na baadaye wa harakati za Hugo Chavez. Delcy na kaka yake Yog, ambaye ni rais wa bunge la taifa leo, wamekuwa wakisema wazi kuwa kupanda kwao kwa kasi katika siasa kulichochewa pia na kile walichokiita kisasi binafsi kwa ajili ya baba yao. Safari ya Delcy Rodriguez ilipata msukumo mkubwa chini ya uongozi wa Hugo Chavez. Alisomea sheria ya kazi nchini Ufaransa na Uingereza, kisha akarudi nyumbani wakati Chavez aliposhinda uchaguzi wa urais mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane kwa ahadi ya kuanzisha ujamaa wa karne ya 21. Chavez alimwamini na kumpandisha vyeo hatua kwa hatua kutoka mkurugenzi wa maswala ya kimataifa katika wizara ya nishati na madini hadi naibu waziri wa mahusiano ya Ulaya na hatimaye mkuu wa ofisi ya rais. Baada ya Chavez kufariki dunia mwaka 2013, Mrithi wake Nicolas Maduro aliendelea kumjengea Rodriguez njia ya kuelekea kileleni. Alimteua kuwa waziri wa mawasiliano, kisha mwaka elfu mbili kumi na nne akamfanya kuwa waziri wa kwanza mwanamke wa mambo ya nje wa Venezuela na mkosoaji mkali dhidi ya Marekani. Licha ya kuhusishwa na kashfa mbalimbali, ikiwemo tukio la mwaka elfu mbili na kumi na sita mjini Buenos Aires alipojaribu kuhudhuria mkutano wa Marcus bila mwaliko, kazi yake haikuyumba. Mwaka 2017 aliteuliwa kuwa rais wa bunge maalum la katiba, akalivua bunge lililochaguliwa mamlaka yake na kuimarisha mfumo wa kiimla. Mwaka mmoja baadaye aliteuliwa kuwa makamu wa rais na tangu 2020 ameshika pia wizara nyeti za uchumi, fedha na mafuta pamoja na uongozi wa benki kuu ya Venezuela. Mwaka huo huo 2020, jina lake liliingia kwenye vichwa vya habari vya kimataifa kupitia, kashf, kupitia kashfa iliyopewa jina la Delsgate, baada ya kukutana kwa siri na waziri wa mambo ya wa Hispania mjini Madrid, licha ya kupigwa marufuku kuingia katika eneo la Shengen. Leo karibu nusu karne baada ya baba yake kuzikwa, huku kauli mbiu ya mapambano hadi ushindi ikipigiwa kelele kabrini, Delcy Rodriguez ndiye anayeshika madaraka nchini Venezuela, ishara kwamba historia, itikadi na siasa za familia bado zinaendelea kuunda mustakabali wa taifa hilo. Ni wasifu wa rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez ulioandaliwa na mwandishi DW Olivia Piper na kusomwa studioni na idis Sanga. Mashambulizi ya anga ya hivi karibuni ya Saudi Arabia dhidi ya silaha za Umoja wa Falme za Kiarabu nchini Yemen yameweka wazi tofauti kubwa za sera za kigeni kati ya mataifa mawili yenye ushawishi mkubwa katika guba ya Uajemi. Ingawa Saudi Arabia na UAE kwa muda mrefu zimekuwa washirika, tukio hilo limeibua maswali mapya: ni mkakati upi wa sera za kigeni una nafasi kubwa ya kudumu na kufanikiwa katika eneo lenye migogoro mingi ya Mashariki ya Kati? ripoti ya mwandishi wa DW kathrin shere inasomwa studioni na Lubega Emmanuel. Kwa miaka mingi Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zimekuwa zikishindana kimya kimya katika ushawishi wa kikanda. Hata hivyo, wiki iliyopita ushindani huo ulibadilika na kuwa wawasa ma wazi na wa kijeshi. Mnamo Desemba thelathini Saudi Arabia ilifanya shambulio la anga katika mji wa bandari wa Mukalla nchini Yemen ikilenga shehena ya silaha zilizokuwa zikielekezwa kwa ziki wanamgambo wa kujitenga kusini mwa nchi hiyo silaha hizo ziliripotiwa kutumwa na UAE kwa ajili ya Baraza la Mpito la Kusini STC, ambalo linataka kuanzisha taifa huru kusini mwa Yemen. UAE ilikanusha madai hayo, ikisema silaha hizo zilikuwa kwa ajili ya vikosi vyake vya usalama vilivyoko eneo hilo. Hata hivyo, Saudi Arabia ilisema ilikuwa imetoa onyo mapema na ikaelezea kuwa hatua za UAE zilikuwa hatari sana kwa usalama wa kikanda. Mkoa wa Hadramut ambako STC inaendesha shughuli zake unapakana moja kwa moja na Saudi Arabia. Kwa Riyadh, uwepo wa kundi lisilo rafiki karibu na mpaka wake ni jambo lisilokubalika. Mashambulizi hayo yalikuwa mara ya kwanza kwa Saudi Arabia na UAE kukabiliana moja kwa moja kijeshi. Baada ya tukio hilo, UAE ilitangaza kuondoa wanajeshi wake waliosalia nchini Yemen. Hata hivyo, wachambuzi wanasema mgogoro huo una mizizi mirefu zaidi inayotokana na mitazamo miwili tofauti ya sera za kigeni. Saudi Arabia kwa sasa inaonekana kujikita zaidi katika utulivu wa kikanda, ushirikiano wa kiuchumi, maendeleo ya ndani na matumizi ya taasisi za kimataifa kama Umoja mataifa wa mataifa. Kinyume chake, UAE imekuwa ikituhumiwa kufuata mkakati wa kuunga mkono makundi yasiyo ya siyo kiserikali ili kujenga ushawishi wake bila kutegemea serikali rasmi. Kupitia mtandao mpana wa kifedha, usafirishaji, vyombo vya habari na bandari, UAE imefanikiwa kujipatia ushawishi mkubwa katika njia muhimu za biashara na nishati, hasa katika bahari ya Sham na Ghuba la Aden. Hali hii imeziweka Saudi Arabia na UAE katika pande tofauti za migogoro mbalimbali. Sudani ni mfano mmoja, ambako Saudi Arabia inaunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa, huku UAE ikituhumiwa kusaidia vikosi vya RSF. Vile vile Saudi Arabia imepinga hatua ya Israel kuitambua Somaliland wakati UAE imekaa kimya, ikizingatiwa uhusiano wake wa karibu na Israel pamoja na Somaliland. Licha ya mivutano hii, wachambuzi hawaoni uwezekano wa mgogoro mkubwa wa wazi kati ya mataifa hayo mawili. Badala yake, wanaelezea kuwa kinachoendelea ni aina ya vita baridi ya kisera. Kwa sasa, inaonekana Saudi Arabia na UAE kila moja itaendelea kushikilia mkondo wake wa sera za kigeni. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Cyprus Ugiriki na Israel zinatarajia kutanua luteka na mafunzo ya pamoja ya kijeshi. Hata hivyo, Uturuki inaonekana kuwa na wasiwasi wasi zaidi kutokana na nchi mbili wanachama wa Umoja wa Ulaya kuongeza manunuzi ya mifumo ya silaha za hali ya juu kutoka Israel. Grace Kabogo na taarifa zaidi mpango wa ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo tatu pamoja na mipango miwili ya ushirikiano kati ya jeshi la Israel IDF na vikosi vya ulinzi vya Ugiriki na kati ya IDF na jeshi la Cyprus ulisainiwa nchini Cyprus wiki iliyopita. Makubaliano hayo yalisainiwa mjini Nikosia wakati wa mkutano wa kila mwaka wa wakuu wa majeshi wa nchi hizo tatu na ulitangazwa rasmi na IDF na kupata mwitikio mzuri kutoka kwenye vyombo vya habari vya ndani na umma wa Cyprus. Ingawa taarifa zaidi za makubaliano hazijawekwa wazi, imegundua kuwa yanajumuisha vipengele vya mazoezi na mafunzo ya pamoja, uanzishwaji wa vikosi vyenye ujuzi katika maeneo maalum na maendeleo ya mazungumzo ya kimkakati ya kijeshi. Kulingana na duru hizo hizo, makubaliano hayo yanatoa pia fursa ya kubadilishana ujuzi na utaalamu kuhusu vitisho vya kisasa vya usalama kama vile mifumo ya droni na mifumo ya vita vya kielektroniki. Tangazo hilo la ushirikiano wa kijeshi linatekeleza vyema uamuzi wa kisiasa uliochukuliwa na ongozwa nchi hizo tatu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, rais wa Cyprus Nikos Christodoulides pamoja na waziri mkuu wa Ugiriki Kiriakos Mitsotakis, wakati wa mkutano wa kilele wa kumi wa pande hizo tatu mnamo Desemba ishirini na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Akizungumza na DW, Zenonas Tsiaras, mhadhiri katika idara ya mafunzo ya Kituruki na Mashariki ya Kati kwenye chuo kikuu cha Cyprus, alibainisha kuwa ushirikiano kati ya nchi hizo tatu sio mpya na kwamba mkutano wa kwanza wa kilele wa aina hiyo ulifanyika mwaka elfu mbili na kumi na sita, akisisitiza kwamba Ugiriki, Cyprus na Israel zimekuwa zikishirikiana katika nyanja hizo kwa miaka mingi. Tiaras amesisitiza kwamba licha ya tabia ya muda mrefu ya viongozi wa kisiasa ya kuzidisha matokeo ya mikutano hiyo, inapaswa kuwa wazi kwamba ushirikiano wa kijeshi, ulinzi na usalama wenyewe haujengi muungano kimsingi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na vyombo vya habari vya Uturuki vinavyoiunga mkono serikali kuelezea ushirikiano huo kama mhimili wa uovu dhidi ya Uturuki, vilikuwa na msimamo wa wastani vikisema kwamba mipango ya nchi hizo tatu haina uzito wowote, yaani sawa na debe tupu halikosi kelele. Kinachoonekana kuipa wasiwasi Uturuki zaidi ya makubaliano ya pande tatu yenyewe, ukweli ni kwamba Ugiriki na Cyprus zinazidi kuigeukia Israel kwa ajili ya manunuzi ya mifumo ya silaha za juu. Kwa upande wake, Cyprus imetoa onyo kali kwamba manunuzi ya silaha kutoka Israel yanaweza kusababisha msukosuko katika kisiwa hicho. Tukamilishe basi uchambuzi wetu hii leo asubuhi kwa kuliangalia hili kwamba Ujerumani inatarajia kukabiliwa na mwaka wenye changamoto katika masuala ya pensheni, uhamiaji, huduma za kijeshi na kuongezeka kwa umaarufu wa chama cha mrengo wa kulia cha AfD. Mambo haya yanatarajiwa kuwa kitovu cha mijadala katika nchi nzima ya Ujerumani mwaka huu 2026. Silvanos Karemera anaeleza zaidi. Baada ya mjadala mikali katika bunge la Ujerumani mjini Berlin, Serikali ilipitisha fungu la mabadiliko ya pensheni mnamo Desemba mwaka jana. Kiwango hicho kinahakikisha kuwa kiwango cha malipo ya pensheni kitabaki kuwa imara hadi mwaka 2031, lakini mabadiliko ya kina bado nitazamiwa kufanyika na tume maalum ambayo sasa inapaswa kuandaa mapendekezo madhubuti ya mageuzi ifikapo katikati ya mwaka 2026. Kutokana na ongezeko la idadi ya wazee na wafanyakazi wanaolipa michango hiyo kuendelea kupungua, usalama wa fedha hasa wakati wa umri wa kustaafu ni mojawapo ya changamoto kubwa zinazoikabili Ujerumani. Katika bajeti ya mwaka 2026, serikali imeweka nyongeza kubwa ya yuro bilioni 128, kiasi ambacho ni karibu robo ya bajeti ya serikali ili kusaidia kuimarisha mfuko wa malipo ya pensheni. Lakini kwa upande mwingine, mjadala kuhusu kupandisha kiwango cha umri wa kustaafu kutoka miaka 67 unaendelea nchini Ujerumani. Baadhi ya wanauchumi wanafikira hata juu ya uwezekano wa kufuta kiwango cha umri wa kustaafu kwa wafanyakazi nchini Ujerumani. Profesa uchumi Yens Zudekam anasema kiwango cha pensheni ya mtu kinapaswa kuzingatia muda wa miaka aliyehuduma akiwa kazini na mchango wake katika mfuko wa malipo ya pensheni. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema wazo hilo lina umuhimu na kwamba linapaswa kujadiliwa kwa undani zaidi, huku akiwataka wajumbe wa serikali yake kuharakisha marekebisho katika mfumo mzima wa malipo ya pensheni nchini Ujerumani. Mapema mwaka huu 2026, serikali ya Ujerumani inatazamiwa kuanzisha mchakato wa usahili kwa vijana kuanzia miaka 18 na kuendelea kuhudumu katika jeshi la Ujerumani. Mpango huu unanuia kuongeza ukubwa wa jeshi la Ujerumani kutokana na jeshi takribani laki moja na elfu themanini na nne hadi wanajeshi takribani laki mbili na elfu sabini ndani ya mwongo mmoja ujao, na zaidi ya wanajeshi laki mbili wa, wa ziada. Ikiwa mpango huu wa hiari hautawapata waajiriwa wa kutosha, serikali inaweza kurejesha utumishi wa lazima wa kijeshi ambao awali ulisiswa tangu mwaka 2011. ripoti za serikali ya ujerumani zinasema kwamba mchakato huu wa kuwapata wanajeshi wapya kupitia zoezi la usajili wa lazima utaanza mwaka ujao 2027 ikiwa hali ya hiari kujiunga na jeshi la Ujerumani itakuwa imeshindwa kutimiza idadi ya wale wanaotakiwa. Chama cha mlengo wa kulia cha AfD ambacho tayari ndicho chama cha upinzani kilicho na nguvu katika bunge la taifa la Ujerumani kinatazamiwa kuimarika zaidi katika uchaguzi mkuu wa majimbo mnao mwaka huu wa 2026. Chama hicho cha FD kinaungwa mkono sana katika majimbo ya mashariki mwa Ujerumani, ya Zackson Anhalt na jimbo la Mecklenburg Western Pomerania. Na wakati huo huo, utafiti unaonyesha kwamba umaarufu wa chama hicho unaendelea kuongezeka katika maeneo mengine angalau kwa takriban asilimia 40. Majimbo mengine mawili ya Baden Württemberg na Rhineland-Palatinate yatapiga kura mapema mwezi Machi. Wagombea wa FD wanaendesha kampeni kali katika majimbo hayo pia, huku chama hicho kikijaribu kusukuma mbele serikali kuhusu uhamiaji, nishati na utambulisho wa kitaifa. Siasa za Ujerumani mwaka huo 2026 zinatarajiwa kutawaliwa na mjadala mikali kuhusu maisha ya watu na jinsi ya kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na ajira zao kwa ujumla, malipo ya pensheni na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Macho yote yataangalia serikali zitakavyojibu haya yote. Sante Silvanos Karemera kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kufikia hapo mie Amina sina la ziada na pisha makala tuliyokuandalia DW Wanawake na maendeleo. Mkutano wa Accelerate Women East Africa uliofanyika nchini Kenya mwezi Disemba umeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya wanawake katika ujasiriamali, huku ukiangazia changamoto kubwa zinazowakabili hususan vikwazo vya kifedha. Mkutano huo uliwakutanisha wanawake wajasiriamali, wataalamu wa biashara, wabunifu wa teknolojia na watunga sera kutoka Afrika Mashariki. Miongoni mwa hoja kuu zilizojitokeza ni namna teknolojia ya akili mnemba AI, inaweza kuwa nyenzo muhimu ya kuwasaidia wanawake kuvuka vizingiti vinavyowazuia kukua kibiashara. Karibu tuangazie mada hii katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Wakio Mbogo. Um, so women can trade. Wanawake wengi wajasiriamali hukosa fursa sawa za kupata ufadhili wa kibiashara. Changamoto kubwa ni ukosefu wa dhamana, hali inayowafanya washindwe kukidhi masharti magumu ya benki na taasisi nyingine za kifedha. Ripoti za sekta zinaonyesha kuwa idadi ndogo ya biashara ndogo na za kati zinazomilikiwa na wanawake hupata ufadhili rasmi ikilinganishwa na zile zinazoongozwa na wanaume. Takwimu za taasisi ya African Times Network zinaonyesha kuwa takribani asilimia saba tu ya biashara za wanawake hupata ufadhili wa aina hiyo. Barnis Fernandes kutoka Tanzania, mwanzilishi wa shirika la Accelerate Women, anasema mkutano huu ni hatua ya kuziba pengo hilo. This is our very first... huu ni mkutano wetu wa kwanza wa Accelerate Women East Africa Forum. Lengo ni kuwasaidia wanawake kuvuka mipaka ya biashara. Kauli mbiu yetu ni mwanamke asiyezuilika. Tunawaleta wanawake pamoja ili wajifunze, washirikiane, waunganishwe na masoko mapya na wapate uzoefu kutoka kwa wanawake wengine wanaofanya biashara katika tofauti. Hata hivyo, vikwazo vya kifedha bado ni changamoto kubwa. Swali linalojitokeza ni teknolojia ya akili mnemba inaweza kusaidia vipi? Teknolojia ya AI inaweza kuwezesha mifumo mbadala ya tathmini ya mikopo kwa kutumia data kama miamala ya simu, malipo ya kidijitali na historia ya biashara. Hii huwasaidia wajasiriamali wanawake kupata mikopo bila kuhitaji dhamana kubwa. Mfanyi biashara na mwenyekiti wa Bidco Africa Vimal Shah anazungumzia nafasi hii. And... changamoto kubwa huanza pale mtu anapojizuia mwenyewe AI inakupa zana zote unazohitaji, mafunzo, maarifa na hata ushauri wa kitaalamu. Hilo halihusu wanawake pekee bali pia wanaume. Yeah. Mbali na hilo, AI inaweza kusaidia kupanua masoko kwa kuunganisha wajasiriamali wanawake na washauri, wawekezaji na wafadhili sahihi. Kupitia majukwaa ya kidijitali, wanawake wanaweza kufikia masoko ya kimataifa, kuuza bidhaa mtandaoni na kujenga mitandao mipya ya kibiashara. Zana hizi pia husaidia kufanya maamuzi ya kifedha yanayotegemea ya data kama wakati sahihi wa kuwekeza, kupanua biashara au kupunguza gharama, hatua inayoongeza uendelevu wa biashara kama anavyo ni lazima uendane na AI. Ukijitenga nayo itakuwa vigumu kuendelea kufanikiwa. Dunia inabadilika na AI ndiyo sehemu ya mabadiliko hayo. Miongoni mwa wanawake waliovuka vizingiti vya kibiashara ni Mary Ann Musangi, mwenyekiti wa muungano wa Women in Manufacturing. Amefanya kazi katika sekta mbalimbali ikiwemo benki, hoteli na viwanda, na sasa anatumia fursa za Eneo Huru la Biashara la Bara la Afrika, AfCFTA, kupanua biashara zake. AfCFTA iliyoanzishwa mwaka 2018 inalenga kuunda soko moja la Afrika kwa kuondoa ushuru na kuimarisha biashara kati ya nchi wanachama, ikiunganisha zaidi ya watu bilioni moja nukta tatu barani Afrika. Marian anaelezea manufaa hayo leading... Tumeendelea kukua na sasa tunahudumia masoko ya Komesa kupitia AFCFTA tunapanua biashara barani Afrika. Januari mwaka 2026 tutaanza uzalishaji nchini Ghana kwa kushirikiana na mjasiriamali mwanamke wa huko. Uh, kwa ujumla uwekezaji katika teknolojia jumuishi na mafunzo ya akili mnemba kwa wanawake unaweza kuwa daraja muhimu la kuvuka pengo la kifedha na la kijinsia. Makala hii ya wanawake na maendeleo inafikia tamati. Mimi ni Wakio Mbogo, asante kwa kujiunga nami. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kufikia hapo, mie Amina Abu Bakar sina la ziada. Asubuhi njema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 Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwaherini.